Sasa hii kwenye eneo pia la ufunuo, mda mwingine Mungu anatumia vitu nimeandika kwa bali ya ya somo likaja kubwa. Kuna marage wanawekea miti, yanazaa sana alafu kuna marage wanayaacha, wana, wana bila kuwekea miti yanazaa ndiyo yanastawi vizuri, lakini hayaendi mbali na hayatoi mazao mengi. Maanake chochote ambacho kinagharamiwa huwa kinafika mbali, lakini pia huwa kina matokeo mengi. Chochote ambacho huwa kinagharamiwa huwa kinaenda zaidi ya kawaida. Ni kawaida sana ya lagi kulipanda hapa lishia hapo hapa, lakini wale ambao wanaweka miti. Kuna mzee mmoja nilimwona huyo, sasa anafanya somo hilo, aliweka miti akasimika hiyo, alikuwa yanafuata yakifika pale. Kuna mtu amepanda eneo dogo, mwingine amepanda pia eneo dogo hilo, lakini ana mazao mengi.